ba tuzingatie sheria na tuzingatie katiba zetu, hiviamigoro ofisi ya msajili haikokuwa kama tishio, na tusigweteke sana kufata mitandao wanavyoandika. Wakati mwingine mitandao wanaandika kwa manufaa yao, ila maneno nayosema mimi, na wasii na wasihi mzingatie sheria za nchi, mzingatie katiba za kwenu za vyama of course na sheria tunazosimamia no, si, no, si, sisi sasa. Inapofika sheria zikufuatwa, kanuni zikufuatwa, sasa utaniona ni mlezi mkali au mlezi mkorofi, lakini paba la pamoja na hayo bado katika huo ulezi sisi tunaelekeza nini kifanyike. Kwa hiyo nimesimama hapa kuyasema haya makusudi msije kukumbwa na wimbi la ninayoyasoma kwenye Sawa, ndio kipindi chetu cha kusema lakini, na sisi tunataka tuseme kwamba ili hizo ituwazi na wasii, tujaribu kufuata sheria, kuzingatia sheria, kuzingatia kanuni na katiba zenu za vyama, hizo zitatusaidia kuondoana na migogoro ndani ya vyama vyenu, ili zitatuepusha na sisi kuwa nyingi. Nyini taasisi zote zinazokusanya taarifa na kuchakata taarifa jakikishe kwamba zimejisajili kwenye jumu ya uizi wa taarifa binasi. Malengo yake nini? Lengo la kwanza ni kuonyesha commitment, ni kuonyesha msimamo wao kwamba taarifa walizo nazo ni kwa ajili ya makusudi yaliyokusudia na yule aliyetoa taarifa zile, zile taarifa kwa ajili yake. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba hiyo commitment ikitokea nategemea kwamba utu utalindwa na zile taarifa zitatumika kwa makusudi yaliyokusudiwa. Sasa kwa nini tunakuja na hii mada hapa kwa vyama vya siasa? Vyama vya siasa ni taasisi, na zinakusanya taarifa mbalimbali kwa wagombea, watu waliotia nia na siri za watu. Huyo mtu atakuwa ameleta hizo taarifa kwenye chama kwa sababu anataka zile taarifa zitumike jili ya kupata haki yake ya, ya kidemokrasia kuweza kushiriki kwenye kwenye kwenye kwenye shughuli za siasa. Sasa kama taasisi tutatakiwa tujisajili kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ili tuweze kutendea haki wale watu ambao wa watashiriki, na zile taarifa zisivuje kutoka kwenye vyama vyetu. Kama tutazilinda, ina maana kila mtu atajenga imani pale anapoenda kugombea. Teknolojia imebadilika, akili bandia e, ambazo zinaweza kutumika zikabadilisha taarifa. Kwa hiyo sisi kama wanasiasa, kama viongozi, tuweze kuwa makini e, na mna mitandao hii inavyoweza kubadilika na kuweza e, kuhakikisha kwamba hizi e, taarifa binafsi e, tunazibinda. Lakini sisi kama vyama vya siasa tuna taarifa za wanachama wetu, kwa hiyo tuna wajibu pia wa kuweza kulinda taarifa za wanachama wetu zisitumiwe vibaya, zisitumiwe vibaya e, na kwa hiyo ziweze kuhifadhiwa vizuri. Sisi tutashiriki katika uchaguzi mkuu, lakini vile vile tukitoa wito kwenye e, tume ya uchaguzi kuweza kuboresha alau zile taratibu za kiutendaji e, ziweze kuwa bora zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka elfu mbili na ishirini e, kwa mfano E, wagombea kuenguliwa safari hii, watu wasienguliwa. E, vile vile kubadilishiwa taarifa za mgombea e, msimamizi wa uchaguzi kubadilisha taarifa za mgombea.